gozi wetu umepitia katika furaha na uchungu, kwamba Krismasi ainge tufaidi kitu kama kusije kuwa na Pasaka. Hivyo kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristu akunge tufaidi kama asijekubali mateso, kifo na hatimaye kufufuka. Hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie katika matendo haya ya uchungu ili tuweze kukubali E, changamoto tunazokutana nazo katika safari ya maisha hapa duniani, kwamba maisha yetu yana sura mbili. Sura ya kwanza ni uchungu, sura ya pili ni furaha, na vyote hivi ni sehemu ya safari ya maisha yetu hapa duniani. Hivyo tunaalikwa kuvipokea vyote hivi na tukumbuke kwamba ibilisi anatuvizia katika njia panda kuu mbili. Anatuvizia katika njia panda ya uchungu ili tuhuzunike tukate tamaa mpaka tuache imani yetu, tuache kanisa letu, tukimbilie kwenda kuruka mafuta na kutafuta udongo wa mcho, wa mpako, tuache imani yetu, tumkimbilie yeye badala ya kumkimbilia Yesu. Na pia bilisi anatuvizia wakati wa furaha, ili tufurahi, tufurahi, tufurahi mpaka tujisahau sisi wenyewe, tusahau familia, tusahau majirani, tumsahau hata Mungu mwenyewe kwa sababu ya furaha sababu ya kufanikiwa sababu ya cheo, kwa sababu ya kazi, sababu ya kupata mali, kwa sababu ya kupata elimu, tufurahi tu mpaka tunajisahau na tunamsahau Mungu. Tumwombe Mwenyezi Mungu katika matendo ya uchungu, ili tuweze kweli kujitambua na kumtambua Kristo aliye ndani yetu nasi ndani yake, kila tunapompokea katika Ekaristia Takatifu. Matendo tuliyomalizia mateso yako

uliye mbinguni jina lako litukuzwe, ufano wako ufike, takalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu yetu yote, amina. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa.